Alhamisi ya jana jioni, SpaceX ilizindua jaribio lake la nane la mfumo wa rocket ya Starship ya Elon Musk. Hata hivyo, safari hiyo ilimalizika kwa mlipuko. Ingawa kampuni hiyo ilifanikiwa kunasa booster ya rocket iliporudi kwenye mnara wa uzinduzi, chombo cha anga cha Starship kilipotokea na kusababisha mlipuko mkubwa ulioathiri safari za anga juu ya Florida. Mitandao ya kijamii ilionyesha picha za vipande vya mabaki vikivuka anga karibu na Florida, kusini na Bahamas. Starship ilikuwa imefungwa juu ya booster yenye urefu wa futi 232, takribani sekunde 20 tu kabla ya kumaliza mchakato wake wa mwaka. SpaceX ilipoteza mawasiliano na chombo hicho. Injini kadhaa zilijiondoa wakati wa uzinduzi wa moja kwa moja. Mahali halisi pa mlipuko huo bado haijathibitishwa, lakini tukio hilo liliweza kuonekana na watu wa maeneo hayo. Ikumbukwe kwamba Mnamo Januari 16, 2025, SpaceX ilifanya jaribio la saba la roketi yake ya Starship kutoka kituo cha uzinduzi wa Starbase huko Texas. Roketi hiyo yenye uzito wa takriban tani milioni 5.5 wakati wa uzinduzi ilikuwa na lengo la kufikia mwinuko maalum wa kufanya jaribio ya, ya teknolojia mpya. Uzinduzi ulianza vizuri, lakini takriban dakika nane baadaye kulikuwa na matatizo kwenye injini ya hatua ya pili ya roketi na kusababisha kupoteza mawasiliano. Roketi ililipuka juu ya visiwa vya Taxi na Kaisos. Kwa upande mwingine, hatua ya kwanza ya rocket, yani super heavy booster, ilifanikiwa kurejea salama kwenye eneo la uzinduzi na kukamatwa na mfumo wa mekanzila. Baada ya ajali hiyo, mamlaka ya usafiri wa anga ya shirikisho la Marekani yani FAA ilianzisha uchunguzi na kusimamisha uzinduzi wa Starship hadi uchunguzi utakapokamilika. Elon Musk alielezea tukio hilo kama kikwazo kidogo tu na alionyesha matumaini ya kurejelea uzinduzi mwezi uliofuata kulingana na maendeleo ya majaribio. Mnamo Februari 24, 2025, SpaceX ilikamilisha uchunguzi wake wa ajali hiyo na kubaini maboresho yanayohitajika katika mifumo ya usambazaji na uingizaji wa hewa pamoja na marekebisho ya injini ya Raptor na vipengele vingine vya Starship ili kuzuia matatizo kama hayo siku zijazo. Tukio hili lilikuwa pigo kwa malengo ya muda mrefu ya SpaceX ya kusafirisha mizigo na watu kwenda mwezini na sayari ya mazi. Hata hivyo, kampuni iliendelea na juhudi za kuboresha teknolojia yake kupitia mchakato wa maendeleo endelevu.